Salamu sana mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo, mkate wa leo. Bado tunaitazama miujiza aliyoifanya Yesu hapa duniani. Na leo tumeingia katika muujiza mwingine. Injili ya Mathayo sura ya nane kuanzia mstari wa tano tunakutana na Yesu akimponya uh, mtumishi wa diwani. Tunakutana na Yesu onya mtumishi wa afisa wa serikali. Hata alipoingia Kapernaumu, akida mmoja alimjia akamsihi akisema, Bwana, mtumishi wako amelala nyumbani mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Yule akida akamjibu akasema, Bwana, mimi sitaki wewe uingie chini mimi, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu Sema neno, tuna mtumishi wangu atapona. Kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu, nikimwambia huyu nenda, huenda; na huyu njoo, huja; na mtumwa wangu, hufanya hivi, hufanya. Yesu aliposikia hayo alistaajabu, akawaambia wale waliomfuata, amini nawaambieni, sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli. Nami nawaambieni na ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi, nao wataketi pamoja na Ibrahimu na Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni, bali wana wa ufalme watatupwa katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Naye Yesu... wali... na Yesu akamwambia yule akida, nenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini mtumishi wake akapona saa ile ile. Amen. Wapendwa mtazamaji wangu, tunakutana na kisa kingine. Hapa Yesu anamponya mtumishi wa akida, au wa afisa wa serikali, au mtumishi wa nyumbani wa mtumishi wa serikali, na wakati ule ya Kirumi sasa hapa huyu bwana alimwendea Yesu akamwambia, mtumishi wangu anaumwa sana, naomba e, uje umponye. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye, nitakuja nimponye. Lakini yule akida akajibu akasema, Bwana, mimi sistahili, mimi sistahili hata wewe uingie chini ya dalia, yani nyumbani mwangu lakini ukisema neno, ukisema neno tu mtumishi wangu atapona, na mimi nimeshasikia habari zako, ukisema neno tu mtumishi wangu atapona. Yesu akawambia, akageukia wale watu waliokuwa nao, akawambia e, jamani, mimi niwambie. Yesu aliposikia hayo alistaajabu, akawambia wale waliomfuata, amini, nawambieni Sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli, kwa yeyote katika Israeli. Sijaona kabisa imani ya mtu ya namna hii, kwa mtu kama huyu. Ni mgeni, ni mrumi tu, anafanya kazi ya serikali, lakini ana imani kubwa ya namna ya ajabu. Imani huyu, mimi siwahi kuona namna hii. Kwa hiyo akasema, sasa niwaambie jambo Wengi watakuja kutoka mashariki, watatoka magharibi, maana yake mashariki, magharibi, kusini na kaskazini, watakuja, wataketi pamoja na Ibrahim na Isaka na Yakobo katika ufalme wa Mungu. Lakini wale wanaoitwa wana wa ufalme, hao watatukwa nje, watalia huko na kusaga meno. Yani hili taifa ambalo linakuja kwa ajili yao hawajali hawa watakipa mbali kabisa, giza la nje. Sasa alipomaliza kusema haya, akamwambia yule mtumishi nenda, kwa sababu ya imani yako mtumishi wako amepona. Nenda nenda nyumbani, mtumishi wako amepona. Yesu akamwambia yule akida nenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini, iwe kwako kama ulivyoamini. Maana yake mtumishi wako sasa amepona, nenda nyumbani. Biblia nasema mtumishi wake akapona saa ile ile. Alipo, aliporudi nyumbani baadaye kusoma kweli, alikuta mtumishi wake pona akapona kabisa kashaka. Jambo muhimu la kujifunza hapa katika habari hii ni hili. Kumwendea um, um, Yesu ukiwa na shida, nenda kwa Yesu. Ukiwa na shida, mfuate Yesu, mweleze shida yako ukiwa na shida, nenda umwambie Yesu, ina Yesu shida hii, Yesu atakusaidia kama alivyomsaidia huyu akida. Kwa hiyo kitu muhimu, we beba imani. Huyu alienda amebeba imani kwa Yesu kwamba Yesu kwanza, hata sitaki uje kwangu, wewe sema neno e tu, mtumishi wangu atapona. Kwa hiyo nenda kwa Yesu, lakini nenda umebeba imani, nenda umebeba imani Amen. hii ni muhimu sana Nenda umebeba imani na utatendewa sawasawa na imani yako. Yesu anamwambia, kwa sababu ya imani yako, nenda, mtumishi wako amepona. Mimi nikwambie, utaka kufanikiwa beba imani yako, nenda naye kwa Yesu. Maana yake mwamini Yesu, mweleze shida yako, shida yako itatatuliwa. Mungu wa mbinguni akusaidie. Tuvua wengi wana mashaka mashaka na wasiwasiwasi, lakini wasi wasi. Mimi ni kuombe ondoa mashaka ondoa wasiwasi kwa Yesu, wewe mwamini muamini. Kama amefanya haya kwa watu zamani zile, anafanya hata sasa. Kitu muhimu wewe mwamini, kama alivyo mwamini huyu baba akapokea muujiza wake. Na wewe unataka muujiza wako, nenda kwa imani kwa Yesu, muujiza wako Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, Pendo wa Mungu, na ushirika wa Roho Mtakatifu, uwe pamoja nawe sasa na kazini kwako na hata milele. Amen.